ama hata ukampa nini, mfano ukamchukulia kitu kama kuku ama mbuzi ukampa. Yategemea ni ugonjwa, kama ni mkubwa zaidi naweza ukampata ng'ombe, ukaambia ni malipo yake. Naelewa, kwa hivyo ilikuwa inaenda hivi, na hili ni jambo ambalo niwi mwaweza mkashangaa vipi, lakini hata kuna mmoja katika e, mashehe washee kuamua maisha hayo, na wakaishi na aliishi karibia zaidi ya miaka kumi bila kushika pesa kwa mkono wake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 iliyokuja kwenye hadithi, Wallahu alam. Pia katika hadithi kumetajwa fadhila ya salamu, ala kuli ahad ani fadhila ya kutolea salamu kila mtu sawasawa, umjue ama usimjue. Hapa kumjua ama kumtumjua, ani, ni kuwa mnahusiana naye ama hamna uhusiano. Kwa hivyo kumaanisha kuwa maadamu ushaelewa kuwa huyu ni mwislamu mwenzako, basi ni kumtolea salamu. kuna maneno ambayo maulamaa wameeleza tofauti yake na maneno yenyewe ni kuwa kuna baadhi ya hadithi ambazo zimekuja kuwa mtume aliulizwa ya kuwa ayu lislami afdal, na hii hadithi nayo imekuja kuwa mtume aliulizwa ayu lislami khairun, na haya maneno mawili yana maana moja, khairun na afdal ina maana ile ile moja, lakini saa tofauti, wakasema kuwa majaa fihi khairun ile hadithi ambayo kama hii ambayo mtume aliulizwa kuwa ayu lislami khairun, dhukira umurun mustahabun, mtume alitaja maneno ambayo ni sunna kuyafanya huyafanya, wamadhukira fihi ayu islami afdal. Lakini katika ile hadithi ambayo mtume aliulizwa ya kuwa ayu islami afdal, ehe, dhukira fihi Alwajibat, mtume alitaja ndani yake nini? Mambo ya lazima. Kwa hiyo ni kuonesha ya kuwa yale mambo ya lazima ambayo yametajwa katika hadithi ambayo mtume alisema kuwa ndio uislamu bora, afdhal akatumia aafdhi, hiyo ni kuonesha kuwa licha kuwa huo ndio uislamu bora, lakini uislamu hautokamilika mpaka uyafanye pia haya mengine ambayo pia ni ya sunna. Naam. Mlango wa 43 t e, alislamu yahdimu ma qablahu walhajju walhijratu, wal uislamu unabomoa kwa maana ya kuwa unafuta yale madhambi yaliyokuwa kabla uislamu, na hivyo hivyo pia hija ufanya, na pia hivyo hivyo hijra pia ufanya kuhama mtu kutoka katika mji wa makafiri kwenda katika mji wa Kiislamu. Kwa haya mambo matatu, huwa yanafuta yale madhambi yaliyokuwa kabla ya mtu kufanya hayo mambo. an ibni shumasa almahrii qala, hadharna amr bn al as wa huwa fi siyaqati almaut, anasema kuwa walihudhuria Amr bin As alipokuwa katika ile hali ya kifo, mwisho mwisho wa uhai wake, katika nini, sakrati lmauti. fabaka tawilan, akalia sana. wahawala wajhahu ila ljidari, kisha akageuza uso wake akaelekea ukutani. fajala ibnuhu yaqulu, akaanza mtoto wake kusema, ya abata, e hey, babangu

ma nu'iddu shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah, hakika kitu bora zaidi ambacho tunakiandaa ya kuwa kitakuwa ndio msaada wetu mkubwa na tegemeo letu kubwa ni shahada, ni tauhid, imani, akida ya sawa, hiyo ndiyo ani ndio te, tegemeo kubwa ambalo tunalo inni kuntu akasema, kama mimi nilikuwa ala athbaqin thalathin, mimi nilikuwa katika hali tatu. Ani amru anasema kuwa mimi nilipitia katika hali ngumu tatu. laqad ra'aytuni wa ma ahadun ashadda bughdan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minni, hakika mimi ulikuwa unaweza ukaniona kwa kipindi fulani wama ahadun, nilikuwa hakuna yeyote, ashadda bughdan, ambaye an, ninamchukia zaidi kuliko mtume sallallahu allahu alaihi wa sallam kwangu mimi yaani, hakuna mtu ambaye alikuwa kwangu mimi anachukiza zaidi kuliko mtume wala ahabba ilayya an akuna kad istamkantu minhu faaktuluhu wala hakuna mtu ambaye nilikuwa napenda zaidi, laiti kama ningeweza kupata umakinifu na uwezo ili nimuue kabisa. Falau mutu ala tilka alhali la kuntu min ahli nnari, akasema Amri ya kuwa nakumbuka hivyo, kwa hakika lau kama ningekufa katika hali hiyo niliyokuwa nayo, ningekuwa katika watu wa motoni.

fal falubayika, ani ili niweze kupa beia huyu Amru anamwambia Mtume, fabasata yaminahu, Mtume akakunjua mkono wake wa kulia. Qala anasema Amru, faqabadtu yadi, mimi nikakunja mkono wangu, nikawa tena simpi beia. Qala Mtume akasema, malaka ya Amru, una nini wewe Amru, kwa nini hunipi beya? umesema ninyoshe mkono unipe bai'a. Qala, anasema Amru, qultu, nikasema, aradtu an ashtarita, mimi nilitaka, nataka kuweka masharti. Qala, tashtaritu bimadha, unaweka sharti kwa lipi? Qultu, Amru akasema nikasema, an yughfara li, ya kuwa ili nikupe bai'a ni kwa sharti nisamehewe kwa sababu najijua mimi madhambi na makosa mengi ambayo nilikuwa nikiyafanya kabla ya nini kuamua kuslimu. Qala, mtume akasema, ama alimta ya amru, hivi haujajua ewe Amru, anna alislamu, ya kuwa kwa hakika Uislamu yahdimu ma kana kablahu, unafuta yote yaliyokuwa kabla yake, wa anna alhijrata tahdimu ma kana kablahu na kwa hakika hijra pia hufuta yote yaliyokuwa kabla yake. wa anna alhajja yahdimu ma kana kablahu, na pia, kwa hakika hijja pia hufuta yote yaliyokuwa kabla yake. wa ma kana ahadun ahabba ilaya min rasuli llahi sallallahu alayhi wasallam wa, na kisha hakuwa yeyote anapendeza zaidi kwangu mimi kuliko Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kusilimu kwangu. wala ajalla fi aini minhu, wala ni mtukufu zaidi kwenye machangu kuliko mtume, hakuna yote aliyekuwa anafika kiwango hicho. wama kuntu atiqu na wala mimi nilikuwa siwezi an amlaa ainaiya minhu kumwangalia mtume na macho yote ijlalan lahu na yote ni kwa ajili ya kumadhimisha na kumtukuza. walau suiltu na law kama ni, ningeulizwa an asifahu ni msifu mtume ma ataqtu singeliweza, kwa sababu ya kuwa nilikuwa siwezi kumwangalia mtume kikamilifu kwa ajili ya kule kumheshimu na kumtukuza. Lianni lam akun amlau ainaya minhu, kwa sababu ya kuwa mimi nilikuwa simwangalii kwa macho yangu yote kikamilifu. Walau muttu ala tilka alhali, lau kama mimi ningekufa katika hali hiyo, larajautu an akuna min ahli ljanna, ningetarajia kuwa katika watu wa peponi kwa sababu ninajihisi ya kuwa kweli katika hali hiyo nilikuwa katika hali nzuri zaidi ya kumpenda mtume kiasi hicho, na bila shaka yote hiyo ni imani. Hiyo ni hali ya pili ambayo anaikumbuka. Thumma, anataja sasa hali ya tatu, anasema kisha walina ashiyaan, tukatawazwa mambo fulani tuwe tunayasimamia, tuwe viongozi ma adri ma hali fiha, sijui hali yangu katika mambo hayo na katika utawala huo na uongozi huo faidha ana mutu, ikiwa mimi nitakufa fala tashabni naihatun kwa hivyo nikifa, natoa wasia ya kuwa mtu yeyote anaelia kwa sauti ya juu asinifati, asifati jana zangu wala narun wala moto yeyote, ambaye amebeba moto asinifati na moto. Faidha dafantumuni na ikiwa mshanizika fa sunnu alayya aturaba sannan, nimwagieni mchanga kabisa. Thumma aqimu haula qabri, kisha mbakie kabrini kwangu qadra ma tunharu jazuran jazurun, kiwango cha kuchinjwa ngamia, muda huo wa yuksamu lahmuha, na nyama ikigawanywe mbakie kwa kipindi hicho, hatta astani sabikum ili niweze kuliwazika na nyinyi wa andhura, na niangalie, madha urajiu bihi rusula rabbi, ni yapi ambayo nitawajibu wale mitume wa Mola wangu, ani malaika. Katika yule muda wa kubakia pale kabrini, bila shaka wanabakia ikiwa anamwombea, bila shaka dua ambazo mtume ametufundisha tumwombee maiti baada ya kumzika kwa hivyo Amr bin As akaeleza hali tatu ambazo ashiwe kuzipitia, hali ambazo kwa hakika akizikumbuka, ni hali moja tu ndio inampa matumaini, lakini hali mbili za mfanya mpaka e, aingiwe na wasiwasi. Hali ya kwanza ambayo ilikuwa ni kabla ya kusilimu kwake, kisha hali nyingine ambayo inampa wasiwasi ni baada ya kupata uongozi na mamlaka ya kuwa sasa katika kuongoza watu hauwezi ukajijua, ya kuwa je, niliongoza watu vizuri, kwa hivyo nimesalimika, ama nina maswali ambayo nitashindwa kuyajibu mbele ya Allah na yaniangamiza.